Bismillah rahmani rahim, alhamdulillah thanau lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, mabaad. Kwa hakika uh, nimefurahia bali wamenitia haya kwa ona kinamama wametoka majumbani zao wamekuja wa wa mpaka huku wa kutupokea pamoja na waume zao wa, na namomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika mizani ya hasanati. Hii ni mimbab ya wasia Mtume sallallahu llahu alayhi wasallam aliposema, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa anayemwamini Mwenyezi Mungu na anayetarajia malipo siku ya kiyama na kuamini siku ya kiyama, basi amkirimu mgeni wao. Na mgeni anapopokewa, kuna watu kabla hawajakufungulia nyumba zao wamekufungulia nyoyo zao. Kwa hakika kina mama na wale wote waliohudhuria ni ishara kwamba wamenikaribisha kwa moyo kabla hata hawajanikaribisha katika majumba zao. Namomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajaze kheri na, na ajalie katika yale heri waliofanya na kunuia katika mizani hasanati yao nami Allah nijalie ziara hii iliyokuja katika nchi hii ya Burundi isiyo ya mwisho, ni ya kwanza, bali kitakuwa ni mwanzo wa msururu wa ziara. Naomba Allah atutakabalie. Amina, amina na namomba Rabi, Allah subhanah wa taala kwa rahma zake na kwa fadhla zake ajalie ziara hii ya sasa iwe ni ya kheri na baraka biidhnillah. Sheikh mm, Zubair Bisimana, tumejuana miaka kumi iliyopita na tumejuana katika nyanja ya dawa na, juka, na katika majukwaa ya dawa. Nakumbuka tulipokutana ilikuwa katika mji wa Dar es Salaam chini ya uongozi wa Arif Nahdi, walipokuwa na Islamic Foundation walipokuwa na kongamano na tukapata kujuana na tukapendana, na pia nikamwalika Mombasa, sijui kama akumbuka, nikamkaribisha Mombasa, na naona ali, amefanya hamu kulipiza kisasi, na leo amefanya zaidi ya vile mimi nilivyofanya. <laughs> Allah mjaze kila la khair, wallahi mimi ninachotaka ni kwamba niombe dua kwamba Allah niwafikie, lakini namna mapokezi walivyokuja hapa, hata naona haya, sijui ameandaa nini baada hapa naona haya, sijui kuna makubwa najuu yananisubiri, lakini namwomba Allah niwafikie zaidi. Nikuniombee Mwenyezi Mungu anitakabalie yale niliyokuja kuyafanya, na na mimi Allah niwafikie halisatan, insha Allah.